Tunasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Yesu ni Bwana. Bwana yeah. Yeah. Ni Bwana wampeme, Yesu ni Bwana yeah. Na ni Bwana wa mabwana na hakuna mwingine. Hakuna. Bwana Yesu apewe sifa. Naenda tu neno, wacha niombe kwa ajili ya neno. Sante. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba ninanyenyekea mbele zako Bwana majira haya na masaa haya Baba yaliyokubalika pako machoni Bwana nikisema ni asante Baba kwa maana hakuna kama wewe Baba ninanyenyekea Baba mbele zako kwa ajili ya utakaso Baba Takasa mwili huu, damu na nyama Baba, kupitia madhabahu yako Bwana, ukanitakase ili Baba ukaonekane wewe kupitia neno Baba, ukaonekane wewe Bwana. Nguvu zangu Baba zisionekane Baba, bali uonekane wewe mwenyewe Bwana. Nitakapoona mwanzo mwema na mwisho mwema, sifa na utukufu ni kwako na ni kwa jina lako Yesu, kamilifu na timilifu. Nimeomba na hata ninakuamini. Bwana Yesu atoe sifa. Asifiwe sana Mwokozi. Amen. Wacha tuende kwa neno letu la siku ya leo ili tukaweze kubarikiwa. Amen. Ukajijua wewe ni nani? Amen. Katika kitabu cha Waamuzi. Amen. Tunaenda katika kitabu cha Waamuzi. Wewe ni mtoto unaenda katika kitabu cha Waamuzi. Iwe ni teenager, iwe ni mama, iwe ni mzee, iwe ni kijana, tunaenda katika kitabu cha Waamuzi. Amen. Tunaenda kitabu cha Waamuzi. katika kitabu cha Waamuzi kumi na moja anzia moja Kitabu ni cha Waamuzi. Pende sana. Hii siku ni yako. Amen. Masikio yawe wazi. Kitabu cha Waamuzi kumi na moja kuanzia moja nasema barikiwe. Amen. Amen.

Nani nini kinaendelea? Bwana safi. Kuwa na msimamo ndio tumaini lako, haijalishi wewe ndio ndio, haijalishi wewe ni kijana, haijalishi wewe ni mama. Kuwa na msimamo ndio baraka zako, amen. Bwana, haijalishi unapitia mazingira gani, ayo, Mungu anajua. Amen, amen, amen. Lakini we tangaza msimamo wako amen Usimanduke mahali okay. Ulipo kita kita, bwanesa pesefa. Ukisema mbire, ukisema ni kwa uimbaji, ni kwa uimbaji. Ukisema ni kwa sifa, ni kwa sifa. Ukisema ni kwa praise, ni kwa praise and worship. bwanesa pesefa, yaani unakuwa na msimamo. bwanesa pesefa, wacha sikifu hili neno Amen. Basi huyo Yefta Mgiliadi alikuwa mtu shujaa sana. Alikuwa mtu shujaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile wewe sasa hii Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokosa weekdays lakini wewe ni shujaa. Amen. Kwa maana unampenda Bwana, unaongozwa na Bwana. Amen. Nilikwambia ukikosa weekdays, Jumapili usikosekane. Amen. Hata hiyo wikidays ukipata nafasi itumie. Amen, amen, itumie kwa sana. Zozana, endelea. Alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa na na mwana wa mwanamke kahaba. Amen, amen. Unasikia, ni mtu shujaa kwa mwana mwanamke kahaba. itarishi hata wewe yale mazingira uliyolelewa Amen. Sio vile utakuwa na sio vile utakuwa na familia yako, na sio vile utakavyoendelea. Hata Yesu alizaliwa zizi la ng'ombe, lakini sio hivyo, sasa hivi anatuokoa Amen. Amen. sisi naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana na hawa wana wa mkewe, hapo alipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta na kumwambia wewe, utarithi katika nyumba ya baba yetu. Aijalishi utabaguliwa katika kwa maana huyo mama yake alikuwa ni kahaba. Wacha nikwambie, hakuna mtu anapenda ukahaba. Unaweza penda, unaweza kuwa kahaba, kumbe umeachwa na familia Amen, lakini haijalishi yule atakuacha wewe, una udhaifu fulani, haijalishi utaachwa kwa vile umekuona una kitu, haijalishi utaachwa kwa na familia, haijalishi utaachwa kwa vile wewe.

unamuona hata bibi mwenyewe saa hii akipita, na hapa asalimii watu, na unawasalimia asalimii watu. Ni vile amebarikiwa na unasalimia. Mwanangu, wacha alikwambia huu ulimwengu ni kubaki na Mungu tu, wenesaezi nikubaki na Mungu tu Utamuona jidai umeng'ang'ana, eh. Bibi anakula vizuri, watoto wanasoma vizuri, unamwona jidai una kitu. Ndio hivyo amen. E, utarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu e umwana wa mwanamke mwingine, ndipo akakimbia

ara na mwanamke amen, malaya eh? ezakuwa mamangu hakupenda kufanya umalaya kwa vile anataka Ayo. Ili mimi ni kule pengine waumeachwa Amen. Amen. Amen. Amen. Eh? ye yeah, hakuleta shida akasema sawa, wacha mimi niende, anazaeia hakukumbana na ndugu, akashika njia akaenda zake. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuli walikwenda na wakutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huko Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wana wa Israeli kikaumana, amen. Yule alikuwa mdhaifu, akawa andamwaye sasa, kwa maana huko ndugu zako wamekufukuza, kwa vile ulikuwa kuna kitu eh, ulikuwa ni udhaifu fulani kambiwawewe shikajia we au kaenda ukupenda maneno Amen. Baadaye Wacha ni wacha nikuambie kitu kimoja, iwe ni mtoto iwe ni kijana iwe ni mama iwe ni teenager, una umuhimu katika Bwana maana wewe umesimama na msimamo wako na wana wa Amoni, kwa wakaona wewe wakanae kwa madili uliokuwa nayo, lakini sasa watakuhitaji. Ninasema ni kule ulikozaliwa watakuhitaji, hata kama walikukataa watakuhitaji, hata kama walisema nini, ni kwa doa alikufukuza watakuhitaji. Hiyo ni kwa goma yenu, walikufukuza watakuhitaji. Hiyo walikutenga, hiyo ni familia, waliokutenga. Kama ni kazini, waliokutenga, lakini ulikuwa muhimu, watakuregesha wapende wasipende. Amen, watakuregesha anjelisi mazingira gani lana sahii wee uonekani kitu, wacha ni kaguri. Sahii wewe uonekani kitu, watakuhitaji Amen. Kuna lile hawataweza mpaka wewe, watakuhitaji iwe ni wata, kwa familia watakuhitaji, kwa hiyo ndoa watakuhitaji. We baki na msimamo wako ni kwa huduma, baki na msimamo wako ni kwa familia, baki na msimamo wako baki na msimamo wako ni kwa kazi, baki na msimamo wako ni kwa biashara, baki na msimamo wako katika Bwana Yesu Kristo. Amen. Walimtafuta wenyewe hakuwa wa maana, lakini sasa anamtafuta. Amen. Amen. Eh? Wacha sikize hilo neno. Yeftha akawaambia wazee wa Gileadi, hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza katika nitoke katika nyumba ya baba yangu? Ishi wewe, ni mama, ni kijana, ni mzee. Amen. Wewe ndio najua aliyekutenga watakuregesha haijalishi kuna mtu alikutenga, haijalishi umetengwa katika familia, haijalishi umetengwa katika boma, watakuregesha wapende wasipende, bali baki na msimamo. Kama ni kwa huduma, kama ni kwa kunyenyekea, kama ni kwa utoaji, baki na msimamo wako, katika watakutafuta wanikuona sio wa mwini wewe yeah, ni mtu wa maana. Alitafutwa huyo yeah, heti o mama yake alidakuru sijui. Amen. Amen. Amen. hata rithi. Amen. Amen. Kama ulifukuzwa kule wakakwambia, wewe utarithi. Amen. Amen. utaenda kurithi Bwana Yesu apewe sifa. Kile walichokufukuzia ule utaenda kuliti. Amen. Amen. Amen. Wacha usikize hilo neno. Amen. Yaani, ni hakunichukia mimi na kunifukuza kuniji, kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu. Wazee wa Giliadi wakamwambia Yefta kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kuelekea wewe tena ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, na watakuwa kichwa chetu. Sifa zimeshinda. Ni lazima ya wewe teneja ukaingilie kate. Ni lazima wewe kijana ukaingilie kate. Ni lazima wewe mama ukawasaidie wa mwana ameshuru na vita katika familia na vita. Kwa hiyo goma wameshindwa na vita, ni wewe kaingilie kati. Wewe mpaka eweuliefukuza kaona, sina maana pia wacha usikize. Basi Yeftha akawaambia wazee wa Giliadi kwamba mwanirejeza kwetu tena, ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? mm -hmm. Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, yeye, Bwana atakuwa shahidi kati yetu, hakika yetu tutafanya sawa sawa na neno lako. Bwana Yesu asifiwe! Ulikataliwa kwa ndoa, sasa unajidai sasa Amen. anakuregesha mwenyewe Amen. anakuregesha mwenyewe kama ni mama unaregeshwa Amen. kama ni wanakataliwa kule. Amen. Wanakuregesha wenyewe. Amen. Kama ni kwa kazi ulikataliwa, amen, wanakuregesha wenyewe. Amen. Ukiwa na gitari, amen. Kwa maana kama ni mashine haziendelei, amen. Kama ni kazi haiendelei, amen, wanakuregesha. Haijalishi ni nini unapitia kijana, haijalishi ni nini unapitia mzee, haijalishi yale unapitia, baki na Mungu. Amen. Amen. Maisha yako ni kuyaachilia kwa Bwana. Walimtafuta. Amen. Sasa, hapo kama mimi najidai na kakaambia sitaki kwenda. Amen. Alitafuta wazee walikutana. Amen. Tunaambiwa wazee walikutana wakamtafuta kwa maana alikuwa na moyo mweupe. Siku inakaa. Mungu asipheshe. Amen. Eh, kuna kipindi utamtafuta. Amen. Amen. Eh, utamtafuta maana utaona mambo 7 yaani. Amen. Amen. Kuna pale umeshikilia. Amen. Siku kiachana nako watakutafuta. Amen. Mungu asipheshe. Amen. Ili sai uweza kuwa uonekani wa maana. Eh, uonekani wa maana. Eh, lakini siku yana alitafuta ninasema alitafuta. keneoeea <todicata> Ninasema, wacha maisha yako ikawe hivyo, kama kiliadi ikawe hivyo

kichwa, akawa kichwa, utakuwa kichwa, inakuhakikishia yes, utakuwa kichwa. Amen watende wasipende. Amen, huyu Yefte alibaki na Mungu tu kupenda mama wengine, si unasikia walikutafuta tena, wazee wakakutafuta wewe. Uko na umuhimu mkubwa sana nezazua watakutafuta, nimesema wakutafute kazi aliyo wakutafute

pitia ninajua, usifadhaishwe, watakutafuta. Ninasema watakutafuta, watakutafuta. Wajua moyo ukifadhaishwa wanatenda dhambi na, na ukifikiria sana pia ni dhambi. Wajua kuna mawazo mengine unapita kiasi ni dhambi, usiwaze. Yesu hakuwaza, yeye hakuwaza. Ninasema Yesu hakuwaza. Wewe umeokoka usiwazi. Mwachi Mungu. Amen. Amen. Watakutafuta. Amen. Amen. Amen. So ni sema na kwa kanisa. Amen. Yeah, na kuachia ile kanisa, watakutafuta kutafuta. Yeah, Amen. Yeah, wewe yeah, baki na ile kanisa. Usije ukatenda dhambi. Bwana sasa bize. Mwana ukiwaza pia ni dhambi. Yeah, ukutende Warumi haraka haraka Warumi sita kumi na tano, sita, kuanzia hiyo kumi na tano. Usiwazi iwe ni kijana, usiwazi iwe ni mama, usiwazi iwe ni mzee, usiwazi, watakutafuta. m Amen. Amen. Amen. Alikuona wewe, we si muhimu, watakutafuta. Amen. kumi na tano inasema ni nini? basi tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria? Niamini, basi tufanye dhambi, hatuko tena chini ya sheria. Yefti hapo akukasirika, yeye alienda akubishana na mtu welie. Napokasirika unatenda dhambi, mwachie Mungu, endelea. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ni nini? Basi tufanye dhambi, kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Hasha! Ambii ya kuwa kwake yeye, ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake, katika kumtii mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Lakini Mungu nashukuriwe huko. Amen. Amen. Kutii kwako kutaleta haki Amen, kutaleta haki kwa maisha yako, kutaleta haki kwa biashara, kutaleta haki kama Yefta alitafutwa, hata we utatafutwa Amen. Amen. Amen. Ikawe hivyo katika maisha yako, ikawe hivyo katika ndoa yako, ikawe hivyo kua likuajiliwa kwa maisha yako, ikawe hivyo katika jina la Yesu Kristo, simbarikiwe.